Naam, kitu ambacho Wakenya wanapaswa kuweza kumbuka ni kwamba hakuna uchaguzi na hakuna anayeshindwa ama anayeshinda katika uchaguzi. Na hakuna chama changu, hakuna mgombea wangu, hakuna rais wangu, hakuna gavana wangu wala hakuna seneta wangu, lakini wapo wagombeaji wa seneta, wapo wagombeaji wa rais, wapo wagombeaji pia vile vile wa ugavana. Nakumbuka kwamba hakuna anayeshindwa kwa sababu hakuna ushindani katika maswala ya kupiga kura, ni kuweza kuangalia maono Kenya ya Wakenya. Yule ambaye ataweza kupata kura nyingi ndiye ataweza kupewa nafasi ya kuweza kuendesha ama kaunti ama taifa. Kwa hiyo ni kwamba, katika uchaguzi kuna wengine wanapata kura chache, baadhi wanapata kura nyingi, lakini hakuna anayeshindwa wala anayeshinda. Maanake kauli ya kushindwa ama kutoshindwa imefanya tuweze kupigana, kuweza kutukanana kwa miaka mingi sana kuweza kuchukiana kimakabila kuweza kuchukiana kwa sababu ya dini. Lakini jiulize swali moja. Palikuwa na mkasa wa Westgate. Palikuwa na mkasa wa feri ile ile ya Mtongwe. Palikuwa na mkasa pia vile vile wa maeneo ya Sachangwani na mikasa mingine. Waliokufa pale, hawakusazwa kwa sababu hawa walikuwa ni mrengo fulani, ule ni mrengo fulani. Waliokufa katika feri ya Mtongwe hawakuachwa kwa sababu ni dini fulani, dini fulani. Mkasa ni mkasa wa Kenya wote, lakini kija katika maswala ya kura ya makabila fulani. Kama sio kabila letu, sikupi kura. Tafuta kiongozi ataweza kuandaa mazingira bora, ndio kesho pasiwe na mikasa feri, pasiwe na mikasa ya moto, pasiwe na shida za utovu wa usalama. Yule ndio kiongozi, aijalishi ni Mkalenjini, ni Masai, ni Mjaluo, ana kabila ili mradi ana maono ya sawa, basi mpe kura. Maana yake anakuambia mtoto akikuchezea magoti muache, lakini akifika kwenye mapaja Mpige mkono, manake akiendelea shakumsimatusi atakushika sehemu ya uchi, na pale patakuwa na fedha ya huyu mtoto. Kenya ameshika magoti, tumemwacha. Amekuja poan, tumemwacha. Hivi sasa yuaja huko juu yu, kitakachofanyika. Niseme kitu ni Rashid Abdalla.